Asante sana Martin Ngurumbi. Wakazi wa kata ya Makongo Juu jijini Dar es Salaam wamelalamikia ubovu wa barabara ya Makongo, hali ambayo wamedai inahatarisha usalama wa maisha yao. Mwenyekiti wa serikali za mitaa kata ya Makongo Juu Obasi Matola amesema barabara hiyo imekuwa ikiwekwa kwenye vipaumbele vya serikali, lakini wanashangazwa na kitendo cha barabara hiyo kutotengenezwa kwa muda mrefu sasa. Taarifa ya Dalini Said inasomwa na Mbozi Katara. Wakazi wa kata ya Makongo Juu jijini Dar es Salaam wamepaza sauti zao kuiomba serikali kuwajengea barabara ya Makongo Juu kwa kiwango cha lami kwa kuwa barabara hiyo imekuwa ikihatarisha afya na maisha ya wananchi wanaoishi na kutumia barabara hiyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam kwenye mkutano na wananchi wa kata ya Makongo Juu, mwenyekiti wa serikali za mitaa kata ya Makongo Juu Obas Matola amesema serikali iliweka barabara hiyo kwenye vipaumbele lakini wanashangazwa na kitendo cha barabara hiyo kutotengenezwa. Barabara inakuwa ipitiki kabisa, kwa hiyo kwa huduma za usafiri wa kijamii kwa maana ya madaladala, hata ukienda tia, Sumatra kule hakuna daladala hata moja e, kama lipo nakumbuka inaweza kuwa ni moja tu na ni bofu bofu sana ambayo limesajiliwa kwa kupita njia hii. Kwa hiyo unakuta tena barabara imeshaleta tena na shida nyingine hiyo tena ya usafiri. Watu wengi wamekuwa wakigongewa nyumba zao, magari yamekuwa yakigonga nyumba kabisa kwa sababu hakuna vidhibiti mwendo hakuna vielekezi ee. barabara inapokuwa imeshakuwa inapitika, inapitisha gari zinazokwenda mbali, inakuwa sio tena barabara ya kimtaa. Ee, sisi ni mtaa wa Makongo kwa maana ya mtaa geographic area ya utawala wa kisiasa, lakini sasa hivi imeshakuwa ni barabara kubwa kabisa, ambayo unaweza kuona kama ni barabara ya Morogoro rodi tu na barabara ya Bagamoyo rodi. Kwa upande wake mwenyekiti wa chama cha kijamii cha Makongo Hill Society Chasco, Bonifas amesema chama hicho kiliamua kwenda bungeni mwaka jana, wakati wa bunge la bajeti, kwa lengo la kupeleka malalamiko yao juu ya ubovu wa barabara hiyo, na serikali ilikubali kuitengeneza, lakini cha kushangaza hakuna ujenzi wowote uliofanyika. Huku mmoja wakazi wa eneo hilo Rita Mboto amemwomba Rais John Magufuli kuingilia kati ujenzi wa barabara hiyo, ana na kwamba hata jinsi ya kupata maji ya uhakika hatuwezi kwa sababu barabara ni finyo na mabomba yako barabarani, kwa hivyo yanapasuliwa kila siku. Bajeti inapangwa lakini barabara haijengwi. Rais wangu um, John Pombe Joseph Magufuli tunamwomba, na mimi nikiwa kama mama yake wa miaka themanini na tatu, anionee huruma atujengee barabara yetu kwa kiwango cha ja, nani cha ja, cha ja, ja lami ndicho mnachomwomba rais wangu, asante. Okay. Barabara ya Makongo Juu ni miongoni mwa barabara za pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam ambazo kwa kiasi kikubwa wakazi wa maeneo hayo wamekuwa na malalamiko juu ya ubovu wake. Mbozi kataa la T B C Dar es Salaam.